Karibu tena kwenye channel ya Sky Pixels na leo tutaenda kuangalia njia tatu ambazo wewe kama graphic designer unaweza kuzitumia kujiingizia kipato. Ni imekuwa swali la wengi sana, na wanajiuliza nawezaje kupata kipato kupitia hii ujuzi wangu. Sasa leo nitaenda kuonyesha namna ambavyo unaweza ukabadilisha huu ujuzi wako kuwa pesa, na nikusii, kama ni mara yako ya kwanza, naomba subscribe hapa chini weka alama kengele, ili wa kwanza kupata notification pale tunapokuwa tunaweka video mpya. Na ukaribisha, ni mimi Afamesha, ni graphic designer kama wewe. So let's get it started. Njia ya kwanza ambayo unaweza kutumia kujiingizia kipato kama graphic designer so, ni kuwa freelancer. Freelancer, eh? Yes, freelancer ni mtu gani? Freelancer ni yule mtu ambaye anafanya kazi namteja moja kwa moja bila kuajiliwa, yani unakuwa kujaajiliwa, lakini unafanya kazi na iiiwta hii kutoka kwa rafiki zako, wana kazi, rafiki zako ana biashara kitu fulani, uat hiyo ni, ni bila kuajiliwa na mtu lakini unaingiza kipato. Ndio ile tunasema tuna wake from home, kama hivyo umetulia zako nyumbani Unapata kazi unafanya, unapiga hela. Sasa ili uwe freelancer mzuri, lazima kuna vitu vya kuzingatia. Cha kwanza, inabidi uwe na portfolio. Hebu sikia portfolio. Cha kwanza, inabidi uwe na portfolio. Portfolio ni ile show, showcase ya kazi zako nzuri. Make sure unaandaa portfolio ambayo itakuwa inajumuisha kazi zako ambazo umekwisha kuzifanya na of course kwenye portfolio huwa tunaweka kazi nzuri. Kwa hiyo kama hauna portfolio, make sure unafanya namna ya kupata portfolio. Lakini njia ya pili ni namna ya kuzungumza na mteja, lazima uwe na communication skills. Kuna baadhi ya graphic designer wanapishana na wateja wao kwa nini? Kwa sababu ya mazungumzo, unashindwa to close a deal, so lazima ujifunze namna ya kuuza kama graphic designer. Lakini kitu kingine cha tatu ni kwenye pricing. Make sure una unafanya pricing kulingana na uh, tunaweza kusema ni kulingana na wewe unavyojiona. Hamna rates kwamba bwana, kutengeneza poster ni kiasi fulani au kutengeneza flyer kiasi fulani, lakini kulingana na resource unazotumia, muda ambao umetumia kufanya kazi, ndio itadetermine wewe uta price kitu gani. Kwa hiyo hiyo ni njia namba moja ya kutengeneza pesa kama graphic designer, kuwa freelancer. Njia ya pili ambayo unaweza ukatumia kupata pesa kama graphic designer ni kutengeneza templates na kutoa resources za graphic design. Unajua designers wengi huwa wanapenda kufanya, lakini hawana hawajui wapi watapata resources. Mfano, kuna zile PNG, kuna fonts. Sasa hivi kuna fonts zinauzwa, kuna fonts ukitaka kutumia ku download lazima ununue, alafu kuna hizi wanazita nini, kuna mockups hizi unaweza kutengeneza mockups ukauza. Ajuzi nilimwona uh, Star anasema kwamba ametengeneza a lot of money, zaidi ya milioni 25 kwa kuuza zake Freepik. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kumbe nikiwa designer, na nikiwa na uwezo wa kutengeneza vitu naweza nikaviuza na vikauzika. Hiyo so, ni njia pili, tengeneza kuna mockups unaweza kutengeneza, kuna picha unaweza kutengeneza ukauza kuna fonts hizi unaweza kutengeneza ukauza, lakini vilevile unaweza ka unauza template. Mfano umetengeneza template ya za PSD hizi, anaziita PSD, kwa unaweza ka na PSD zako pale kadhaa. Mfano kwa Tanzania hapa tuna zile Nyerere dei sijui uhuru mapinduzi nini nini. Kwa hiyo unakuta watu wengi sana huwa wanazihitaji hizo posters, kwa hiyo na kama hawana muda kutengeneza most of time oftime huwa anadownload template. Sasa wewe unachofanya, unaandaa template zako, unaandaa kama bando hivi, then unakuwa unaliuza na uzuri wa template, unaweza ukauzia zaidi ya mtu mmoja, kwamba mfano mimi nimetengeneza labda hizi sikukuu za kitaifa eh, nimeziwekea kwenye kwenye hiyo bando, kwa hiyo naweza nikauzia zaidi ya mtu mmoja naikananaigizia pesa na siwezi kuuza mara moja tu. Nitakachokuwa nafanya labda na updates tu mwaka labda mwaka elfu mbili na ishirini na tano na elfu mbili na ishirini na sita zinauza tena. Kwa hiyo hiyo ndio njia ya pili ambayo unaweza kutumia piga pesa, yani napiga pesa nje nje. Okay, njia ya tatu ambao unaeza kuitumia kupata pesa kama graphic designer ni kupitia kufundisha sasa hivi unajua, kulingana na maendeleo ya teknolojia, sasa hivi mtu unaweza ukajifunza graphic design ukiwa nyumbani tu umetulia. Mfano kama, kama mimi hivi navyofanya, natoa elimu kupitia YouTube, then kuna wengine ambao wanafanya, unai monetize ile kozi yako. Mfano labda nimeona nyingi, kuna Joy Media naye huwa anafanya, ana kozi ambazo hizo kozi anazi, anaziuza online, umeona eh kwa hiyo na wewe sasa, kama ni graphic design ambao serious na maisha, unaweza ukaanza kutengeneza hizo kozi. Kwa sasa hivi ukiwa mwanzoni unaweza ukapata shida kidogo, lakini baadaye ukisha expand ukisha kuwa na ule news kabisa, unatengeneza kozi unauza. Kuna Jewel Media na mfano anauza hizo kozi, kuna mwingine anaitwa Litista pia anafanya. Kwa hiyo tunatamani watu waongezeke wa na ndo vizuri. Unajua, uh, the, the more technology teknolojia inavyoendelea, naue kama designer, na inabidi ue creative kwamba okay, nilikuwa labda nafanya biashara kupitia whatsapp business yangu au whatsapp tu ya kawaida kupitia status, lakini sa hivi nime expand na inabidi uh, nipate njia kwamba okay, nitawafikiaje watu wengine ambao hawapo kwenye simu yangu. Kwa hiyo kupitia website uh, na kupitia mitandao ya kijamii na watu wengi sana ambao wanahitaji hichi kitu. Makampuni wanahitaji vitu, taasisi za kiserikali zinahitaji vitu, na NGO pia zinahitaji kwao. Ukiwa umetengeneza ile kozi yako, unaweza ukauza, na haina haina ile kusema kwamba bwana, uh, kiasi fulani ndo fixi kununua. No, ni wei ndo naamua kwamba okay, k kozi yangu labda Adobe Photoshop ntauza kwa elfu arobaini kwa hivo, yani wii ndo unapanga hiyo. For you guys hizo ni njia tatu ambazo zinaweza zikusaidia wewe kupiga pesa kama graphic designer. Ya kwanza nimesema ni kuwa freelancer, ya pili unauza templates au uh, unauza resources za uh, design na njia ya tatu ni kupitia kufundisha na nitakupa bonus tip ya mwisho ambayo inaweza ikakusaidia wewe kama graphic designer kwenye upande wa pricing. Uh, unavyokuwa graphic designer maybe una unataka kucharge au umekutana na client, usijirepresent wewe kama, uh, kama, kama tuseme nani, kama mtu wa kawaida. Jirepresent as yani hiyo kazi yako ifanye kama, yani usi, kama, uh, yani no. kama, na kama biashara usije usi usipresent kama ile chip tu yani unajichukulia chip no. Inabidi wewe kama graphic designer uthamini hicho kitu unachokifanya, na mtu anapokuja kwako ukimfanyia kama biashara I mean, ukijua kwenye position ya semeya brand yule yule jamaa, yani hata prices zako zile zitafutakazkuwa unatoa pale, unatoa prices za uhakika. Mfano, kuna uh, mteja alinitafuta, ananiambia anataka posta, yani wewe unamtengenezea posta kwa sababu yeye plan yake sio ile ya moja, ili anataka yeye kujirudia. Sasa ukimpata mteja kama huyu usi, usimchaji kwa hivyo posta moja moja, lazima uwe na strategies na vitu ambavyo vinakutambulisha. Mfano unamtumia ile, sijui kama nyie mnazo, lakini ni muhimu sana kuwa na price list, ambao hii itakuwa na vitu vyako ambavyo unafanya na price zake. Hii itamwezesha mteja kuona kwamba huyu jamaa yuko serious na kitu anachokifanya. Kwa hiyo, hata mfano amekuja bwana mteja ananiambia mimi nataka posta ambayo zitakuwa zinajirudiarudia nini, sababu mimi tayari price list yangu nayo nitamtumia kwamba okay. Kama unahitaji posta ya design hizo, kuna hii basic plan, kuna medium na kuna premium. Na zile package unakuta zimeandikwa kwamba basic ni posta ngapi, ni na ni shingapi, medium ni hivyo hivyo, na premium ni kiasi fulani. Hiyo itamfikilisha itam, itam, itam yule mteja a kuona uh, this guy yuko serious na kitu anachokifanya, na kupitia hivyo unaweza kutengeneza more money than ile ya nani ni posta moja moja. Kwa hiyo guys, hii ndio ile kwa nimekuandalia kwa siku ya leo. Ah, tukutane tena katika video inayofuata, lakini usii kama bado hujasubscribe. Subscribe sasa na weka alama kengele. Na hapa ni tunasema ni kisima cha maarifa ya graphic design. So, kwa wewe ambao unatamani au una shauku kujifunza graphics, hapa ndio mahali pake. Tukutane tena katika video inayofuata. Thank you for watching.